O, kaka, mbona siku yako leo imekuwa tofauti sana? Unajua sijakuzoeka katika hilo. Shida nini bwana? Maana toka umekuja unaonekana mtu mwenye simanzi sana. Wewe acha tu ndugu yangu, hata nikwambieje. Ila kiukweli ndio hivi, nimekuwa dereva wa hisia za moyo wangu kwa muda mrefu sana. Katika kuendesha gari langu hili la mapenzi, ilifika sehemu nikaamini kuwa nimefika, kumbe bado safari inaendelea. Yaani, yule nilikuwa naisi ndo mliwazo wangu sasa, ndo anayenipa mawazo. Yaani kifupi, njio ambaye nilikuwa namfuga kwa muda mrefu nikiamini hata nipatia furaha, ambaye nilikuwa na enjoy nikimuona, sasa ameshaanza kuota mbawa. Ndio ambaye ananipa mawazo. Yaani kifupi, maswali niliokuwa nao katika kichwa changu. I wish kama ingekuwa math ningempata mwalimu anisomee. Basi haya yeah, Sani kama mtapata majibu. Umekuwa mtu wa mafumbo sana leo gaga, nifafanulie maana sikuelewi. Mara njiwa mara mathe, bado unaniweka njia panda huko. Nachomaanisha ni hivi. Yule shemeji yako ambaye nilikwambia kipindi hicho penzi liko moto, tunapendana, yaani ambaye nilikuwa hata nasema si, si, si, sijui kwa nini nilichelewa kufika kwake ndo ambaye ananichanganya kwa sasa ki. yaani kikupa amebadilika, si sawa na yule wa mwanzo sijui nini sijui nini sijui sniper gani ambaye ame, ame, amepiga shaba katika moyo wake mpaka kufanikiwa kumgusa sehemu ambayo mimi sikufanikiwa. Hayuko tena na mimi, sio kihisia, sio kiakili, wala sio wa, wala hata sio yani, sijui hata nikuelezeje, ni hivyo tu ndugu yangu. Wewe sio mchongo kaka, unataka kuniambia shemeji anakusaliti? Sijamaanisha kama ananisaliti, na namwamini sana mpenzi wangu, naamini hawezi kufanya kitu kama hicho, isipokuwa sasa sio yule wa mwanzo yani naweza sema ni yani, sijui niseme hisia zake hazipo kwangu tena. Kama unavyojua mshikaji wako, nikipenda napenda kweli, alafu ubaya zaidi mimi sio playboy kwamba na wasichana wengine. Sasa vitu ambavyo navyotakiwa kupata kwake sipati, ndio hicho kinachomchanganya kisaikolojia. Wewe mwenye nadhani unaelewa kama mwana wa familia. Wa ya, familia. Da, da. Wa oa vipi mwenetu, kila sipana kuja kinyongi hapa kijiweni, simuelewi <gibati> mwanangu, we chizi, kila siku mapenzi, kila siku mapenzi, unakaaje mademu, unaendegeza mademu, kumbe mwanangu we lavalava. Kijiwe chetu hatutaki malavalava, mwenetu, inatusikia e. Kwanza oa mwanangu, mi nakwambia ukweli, yani malavalava hatutaki. Mapenzi, mapenzi, mapenzi, mapenzi Tafuta hela mwenetu, acha ujinga wewe. O, mshauri mwanao mwanangu atafute hela. Mapenzi shapitwa na wakati, hamna wewe. ujui tu ujui jinsi gani mimi yani, ujui hali gani mimi ambayo unapitia katika mahusiano. Usibitu nikwambie njia ambayo napita mimi, wewe kupita sidhani kama utazani. Yani nikwambie tu viatu ambavyo ninavyo mimi, nikikupa uvae ila na, kama upo katika mahusiano Ombea sana mahusiano yako. Yasifikie wakati huo ambao niyo na mimi. Ndoa. Unajua wenyewe wanakuambia hujawahi kupenda kama bado hujaumizwa. Kwa hiyo mwana wetu kwa katika hali ya kuvunjika katika moyo kama hivyo itabidi sisi marafiki zake ndo ndo tumfariji. Kwanza kaa chini. Naona unatoka, wamefika umesimama. Simama bro. Vipi uko juu juu kama ndege ya Obama? Kaa chini. Mhm. Wewe tena jamaa za kwanza upate kunielezea shida yako, nijue nakusaidiaje mimi kama daktari, ushanielewa? Okay. Eleza shida yako.

Najuta mimi najuta kivi, najuta. Usijali dadangu, kwa kuwa iyo lishatokea, na wanasema maji yakimwagika yazoreke. Kwao saa hivi tuangalia ustaarabu mwingine.